Hana, hapa ni nje mwa dimba la Benjamin Mkapa. Tumekutana tena mwanamichezo mwenzetu, karibu kwenye mchezo wa ligi kusoka Tanzania bara. Mnyama Simba anaunguruma dhidi ya Fountain Gate, mchezo wa kwanza wa timu ya Simba chini ya kocha Hemedi Morocco. Je, yeah, leo wana Simba watapata matumaini makubwa kutoka kwa kocha Hemedi Moroko, ambaye alikuwa anakinoa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, taifa Stars. Hivi leo anacheza hapa dhidi ya Fountain Gate ambayo ina mizengwe mingi mingi kweli, kweli. Itakuwaje? dakika 90 za nguvu na jasho ndizo ambazo mtazamaji wetu unastahili kujua kila kitu ambacho kinatokea katika dimba hili la Benjamin Mkapa hivi leo kuanzia hivi sasa, kabla ya mchezo na katikati mwa mchezo na baada mwa mchezo. Dakika 90 za nguvu na jasho ndizo ambazo zitaamua kati ya Simba na Fountain Gate nani ambaye ataibuka kinara katika mchezo wa leo. Mimi ni Shehuda, kwa muda wote mzoa mida godi fenyanto. Kama bado hujawa mwana familia yetu, nenda hapo subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza kutoka D&A TV hapa leo, jambo ni moja tu: dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa NBC Simba Sports Club dhidi ya Fountaine Gate.